Katika makutano muhimu ya jiji la Wuhu, roboti aliyevaa sare ya polisi yenye nembo ya polisi wa trafiki na namba ya afisa ya kifuani anashirikiana na maafisa wa trafiki binadamu wa binadamu waliopo eneo hilo kushiriki katika udhibiti wa trafiki na kuhimiza usafiri wa kistaarabu. Nadhani ni teknolojia ya hali ya juu sana, kwa sababu inaweza kusogea yenyewe na pia kuelekeza trafiki katikati ya barabara kwa kuwa kazi zake zimejikita katika mahitaji ya mara kwa mara ya usimamizi wa trafiki mijini, roboti huyu wa polisi wa trafiki hasa anafanya mafunzo yake katika hali nne za matumizi: kuelimisha kuhusu sheria za trafiki, kuratibu uelekezaji wa trafiki katika makutano, kutambua kwa akili na kutoa ushauri dhidi ya tabia zisizo za kistaarabu, na kunasa kiotomatiki pamoja na kukusanya ushahidi wa kiukaji wa sheria. Kwa kuunganishwa na taa za trafiki na mifumo ya usimamizi wa trafiki, roboti wa polisi wa trafiki wanaweza kuwasaidia maafisa wa binadamu kushughulikia kazi za kurudiarudia wakati wa saa za msongamano, hivyo kufanya utekelezaji wa sheria na huduma katika eneo la tukio kuwa na ufanisi zaidi. Anaweza kufanya kazi kwa karibu nasi maafisa wa trafiki binadamu kwa kuzingatia mfumo wetu wa taa za trafiki ili kuelekeza trafiki kwa kujitegemea. Akiwa kazini katika eneo letu, anaweza pia kutambua ukiukaji unaofanywa na vyombo vya usafiri visivyo vya mota.